Na naitwa Klaus Nicholas uh, tokea Bethree Hub moja ya association ambayo tunajihusisha na kushauri watu kuhusiana na uh, biashara, uwekezaji pamoja na elimu ya kifedha. Leo nitakuwa nikizungumzia kuhusiana na financial season au tunasema majira ya kifedha. Katika maisha kuna majira au tunasema nyakati mbalimbali. Vivyo hivyo katika mwenendo wa kifedha kuna majira. Sasa majira ya kwanza kabisa tunasema ni boom season. Haya ni majira ambayo, kipindi ambacho mtu unakuwa na uchumi ambao ni mkubwa, au tunasema unakuwa na viwango vikubwa vya fedha, au watu wamefanikiwa sana, wanakuwa na fedha. Sasa hichi kiwango cha huu msimu wa boom ni msimu ambao Wengi sana hutumia sana katika kufanya spending. Pengine maybe hii ni kauli ambayo wengi sana ambao labda waka vioni wamezoea sana huu mfumo kwamba boom, ah bana, boom limetoka. Lakini katika mfumo wa kifedha kuna hichi kipindi cha boom. Hichi kipindi cha boom ni kipindi ambacho watu hufanya sana spending. Lakini pia kwa kitaalamu na katika moja wa wataalamu sana wa fedha, wanasema kwamba kipindi cha boom ni kipindi ambacho mtu inabidi ukitumia vizuri katika namna ya kufanya saving na ili savings zako zinje kutumika kama investment. Na miongoni mwa watu sana wanaofanikiwa utumia vipindi vya boom kama sehemu yao ya kutengeneza uchumi na kuinvest, ili baadaye waweze kupata manufaa. Lakini msimu wa pili ambao tunazungumza katika uh, biashara au katika majira ya kifedha, tunasema ni financial crisis. Msimu ambao uchumi unakuwa umeyumba. Uh, kwa tafiti zinaonyesha kwamba kati ya miongo saba mpaka nane katika dunia hutokea uh, financial crisis. Mfano kipindi cha corona. Kipindi cha corona ni miongoni mwa kipindi ambacho uchumi nyingi sana duniani ziliyumba, na hii kupelekea sana katika kuyumba kwa uchumi uh, watu wengi kupoteza kazi, biashara nyingi sana kuanguka, na watu wengi sana kupoteza vipato vyao na investment zao nyingi sana kupotea na tunashauri sana katika mfumo wa uh, maisha au katika namna uh, ya finance, katika mfumo wa financial crisis. Kuna namna fulani mtu anaweza kuzitumia katika kuishi katika financial crisis kwamba au tunasema kwamba out survive ni financial crisis. Cha kwanza kabisa tunashauri inabidi upunguze sana uh, matumizi yako kama ulikuwa una labda una budget labda ya laki, inabidi upunguze utumie elfu hamsini. Kwa nini tunasema hivi? Inakupunguzia sana ile burden ya kuingia katika madeni. Lakini njia ya pili tunasema lazima uishi katika bajeti yako mwenyewe. Sasa unavyokuwa katika bajeti yako inakupa wewe unafuu na inakupunguzia pia uh, ile uh, tunasema mkwamo um, sana wa kuingia katika uh, madeni makubwa. Hiyo tunasema ni season ya pili, lakini season ya tatu tunasema ni recovery. Sasa katika season ya recovery, kwamba umepitia katika boom season, umepitia katika financial crisis. Sasa recovery unarudi, yani unatoka katika ile hatua iliyokuwa katika madeni, sasa unaingia sasa kurudi katika uchumi, kwamba unaanza sasa ku improve na hii recovery season utegemea vitu vingi sana. Moja kabisa ni kwamba, je, mtu je, ameweza kutumia zile eh, financial crisis katika kufanya maboresho inaweza ikakusaidia pia ukarikava. Lakini njia ya pili pia ni kutumia maexpert na watu ambao wamefanikiwa au wenye ujuzi sana katika mambo ya kifedha. Pengine hata Bethree Hub inaweza ikawa ni njia yako moja, ukaitumia ikawa sehemu yako wewe kushauri, kama ulikuwa katika mkwamo wa uchumi itakusababisha pia utaweza kumprove na kurudi katika uh, namna ambayo ni nzuri, na miongoni mwa watu ambao wanafanikiwa wanatumia watu ambao ni maexpert. Na B3 Hub inaweza kawa ni sehemu yako pekee ya kuitumia katika kutengeneza maarifa na kujifunza, lakini pia unaweza kaniandikia hapa chini kwenye comment na ukaniambia ah, uh, katika hizi season tatu ambazo nimezungumza, ushawahi kupita katika season gani na namna gani ya maisha ulikuwa ukiyaishi, au ni mambo gani ulijifunza uh, katika namna ya maisha ambayo wewe ulikuwa unapitia? Wengi tunaamini kwamba huwa tunaingia katika mikwamo au katika madeni au tu, wakati mwingine unaweza ukawa umefanikiwa sana, umepata sana fedha. Wengine wanakuambia pata pesa, tumia fedha ikuzoee, lakini mimi nashauri na nasema always, endelea kuishi katika namna ya maisha ambayo unatumia sana uh, maarifa ya kifedha ili uwe mtu pekee ambaye unafanikiwa, na mara zote huwa mimi nasema kwamba watu wanaojifunza ndio watu wanaofanikiwa, na always watu wanaofanikiwa ni watu ambao wana invest. Je, wewe una invest? Tumia huu msimu wa boom kama sehemu yako pekee ya kufanya investment. Na always, mimi naendelea kukushauri na nakukumbusha pia, Bethree Hub ndio njia na platform pekee ambayo itakufundisha na itakupa maarifa. Always local but international accepted.